washhadu ana muhamadan abduhu warasuluhu arsalahu wa llah bilhuda wa dini lhaqi walaukaraha lkafirun walau karaha almushrikun. Naam, ndugu mtazamaji wa Dost Media, karibu sana katika kipindi maalum cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo tunakutana kwa ajili ya kuangalia ni kwa namna gani mwezi huu mtukufu ambao umekuja na akrama nyingi katika jamii ya Waislamu, lakini pia ulimwenguni ni kwa namna gani mwezi huu unavyokuja na manufaa mbalimbali, ni kwa namna gani mwezi huu ulivyokuwa na tija katika ulimwengu. Unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube kama Dost Media Tanzania, Instagram kama Dost Media Tanzania. Mimi ni Nyamgumo Mahmud, nitakuwa naye Sheikh Msafiri Abdallah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh? Alhamdulillah khairi. Sheikh tunafahamiana vizuri sana. Naam, naam. Tunafahamiana vizuri sana. Labda kwa mtu ambaye hakufahamu, eh, akutambue, labda inawezekana ni mara ya kwanza kukuona. Na kuna wengine pia wanakufahamu katika vyombo mbalimbali vya habari, anaweza akawa anakusikia tu mm, lakini hajawahi kukuona. Sheikh Msafiri Abdallah ni nani? Naam, Al- ustadhi Msafiri Abdallah ni imamu msaidizi wa Masjidi Rahma Iliyopo Buguruni Madenge hmm, lakini pia ni mwalimu wa masomo ya Islamic knowledge katika shule ya Mikocheni B. Pia ni mwendesha vipindi au mzungumzaji katika baadhi ya radio station ikiwemo Mlimani Radio hmm, na City FM Radio. Sawa hmm. Sheikh hmm, Msafiri, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika mwezi huu kuna mwamko fulani ambao jamii zetu za Kiislamu huwa nazo mm. Mm. E, hususan katika kuyaelekea yale ambayo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaamrisha, lakini pia na kujiweka mbali na yale ambayo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza no. Lakini huenda watu wakawa wanafunga tu, hawajui funga ni nini mm. <laughs> hawajui wanafunga kwa sababu gani. Sasa leo Tutakwenda kuzungumza juu ya nini? Leo tutazungumzia kuhusu ibada ya funga hii ibada ya funga tutakuja kuichambua insha Allah taala, ili mpaka msikilizaji aweze kuelewa vizuri tukizungumzia funga tunazungumzia kitu gani. Kwa sababu tumeona leo watu wengi hawafungi mm. Pengine kukosa maarifa ya kujua nini maana ya funga mm. Na ina umuhimu gani na kuna hasara gani mtu kutofunga, pengine tunapelekea watu wakawa watekelezi kipindiki ibada hii ya kufunga kwa ujumla wake. Sasa, tukianza kuiangalia swaumu mm. imezungumzwa vipi kisheria na kwa mujibu wa kimakubaliano ama kwa mujibu mm. na kilugha, tunawezaje kuisema swaumu ama funga kisheria na swaumu kilugha mm. E, tukianza na swaumu kisheria, swaumu maana yake ndio Kiarabu kwa Kiswahili maana yake kufunga mm na asili ya saumu limepatikana ndani ya Qur'ani, ndani ya suratul Maryam, Allah tabaraka wataala alivyomtuma Jibril mm. kumbashiria mama Maryam kwamba atapata mtoto mm. na Maryam akaonyesha aka kushangazwa kwamba atapataje mtoto aliyekuwa jaingiliwa mm. lakini Allah tabaraka wataala alimwambia vile kuonyesha uwezo wake na miujiza yake mm. kweli mama Maryam akapata ujauzito na akajifungua wakati anarudi na mtoto Allah yuko njiani, anarudi Mama Maryam, Allah anamwambia, ikiwa atakuuliza, basi faquli inni nadharatu lirahmani sawma. Ikiwa atakuuliza mtoto amempataje huyu, basi waambie faquli, basi waambie inni nadharatu lirahmani sawma, mimi nimetia nadhiri, nimetia nia ya kufunga na kufunga. Hapa wanazuoni wanaelezea kwamba mm. ni kufunga, kujizuia, kutozungumza chochote kuhusu yule mtoto mm. na ndio hata aliporudi naye, wanamuuliza kuhusu Maryam, vipi? mm. lakadji tishai anfaria umeleta jambo mm. geni kabisa, huyu mm. mtoto umempataje? mm. fa asharati ilaihi Maryam, akawa nawaashiria kwamba muulizeni mtoto yule watu wanaona miujiza, wanaambia kaifa nukallimu man, mm. eh? mm. man kana fil mahdi swabia, vipi tutazungumza na mtoto mdogo yupo kwenye kitanda pale kalala. Mahdi ni kitanda cha mtoto anacholalia. Kaifa nukallim man kana fil mahdi swabia, vipi tuongee na mtoto mdogo ambaye yupo kwenye kitanda. Lakini kwa miujiza ya Allah, nabii Isa akazungumza, akasema inni abdullahi, mm. atani alkitaba wa jaalani nabia. mm. Lakini pointi yote ya msingi ni pale Maria alipoambiwa na Allah, ikiwa atakuuliza kuhusu mtoto amempataje, mm. faquli inni mm. nadhartu lirahmani mm. sawma, waambie mimi nimetia nadhiri ya kutosema chochote. Kwa hiyo mm. funga hapa tunapata kilugha. Funga maana yake kwa lugha ya Kiarabu nikujuzuia mm. mm. kufanya chochote ambacho juzuia kukifanya Ukisema leo mimi sitaki kusema chochote maana yake unahesabika umefunga kilugha. Ukasema mimi leo sitaki kuangal, kuchezea simu mm. kutwa nzima mm. tunasema kilugha unahesabika wewe katika nyumbani hiyo eh, <laughs> <nyumbani. laughs> <laughs> ni <ni funga kilugha. laughs> mm. funga kilugha, lakini tukija kisheria sasa, funga maana yake nini? Funga wanazuoni katika vitabu vya fiqh wanasema, asawm kule kufunga kule kufunga wanasema al-imtina'u 'anil aqli washurbi min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi shamsi. E, ibada ya funga ni ibada kongwe na ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala ameipa nafasi kubwa sana, na ukongwe wa ibada hii Allah anautaja ndani ya Qur'ani aliposema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah anasema enyi mloamini, kutiba alaikum siyam. Ukiona kwenye Qur'ani imekuja neno kutiba, ujue maana yake ni amri mm. Kwa hiyo kutiba alaikum siyam mm. Mmeamrishwa, mmefaradhishiwa kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyoamrishwa na walivyoladhimishwa kufunga waliokuwa kabla yenu, kwa kuna watu walipita kabla ya umma huu walifunga. Kwa hiyo ni ibada kongwe ikiwemo Nabii Daudi eh, alikuwa akifunga usiku na mchana eh, kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ibada ya funga ni ibada kongwe, ilikuwepo kabla ya zama za Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam na mtume akaja akaiendeleza, lakini kwetu sisi ikawa ni wajibu. Kwa hiyo kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum mmelazimishwa nyinyi kufunga kama walivyoamrishwa kufunga waliopita kabla yenu. Lengo Nae. la kule kuamrishwa kufunga hii, atakayeifunga hii ibada ya saum lengo lake nini? Ili ucha Mungu patikane, lengo mpate kuwa wacha Mungu. Laalakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo ibada hii ya saum ni ibada kongwe na ibada ya wajibu. Tufahamu ni sababu zipi ambazo Qurani na Sunna imetaja, watu inaweza ikawa ni sababu ya mtu kuacha kufunga Deo, na hukumu yake iko vipi baada ya kutekeleza hiyo sababu kutokea mm, lakini pia mtu ambaye anaacha kufunga bila kuzingatia hizo sababu ni ipi hukumu yake pia. Na e, watu ambao hawajibiki kufunga ni kwa kwanza ambao tumbo sio Waislamu sheria ya Kiislamu haijalazimisha asiokuwa Muislamu kufunga kwa sababu si Muislamu. Wa pili ambaye haruhusiwi kufunga ni mtoto mdogo ambaye hajabalehe, haruhusi kufunga mpaka balehe. Wa tatu, mwendawazimu ambaye akili zake haziko sawa, haruhusiwi kufunga. Mwingine ambaye haruhusiwi kufunga ni mgonjwa ambaye atarajii kupona, yani ugonjwa wake wa kudumu. Huyu hajalazimishwa kufunga bali ana hukumu zake Kuzieleza, inshallah. Hmm. Na kuna watu wazima vikongwe wale ambao wana yaani hawana uwezo wa kufunga kwa sababu ile funga inataka watu wenye uwezo wa kufunga. Sasa wakongwe, vikongwe wao sheria haijalazimisha kufunga kwa sababu pengine hawana uwezo wa kufunga, na mgonjwa, kuna wagonjwa wanaopona na asiyepona. Mgonjwa ambaye ugonjwa wake wa muda tu, mfano mtu anauma malaria, UTI, huyu ataacha kufunga zile siku ambazo anaumwa, akipona ataendelea kufunga. Hmm. Ama mgonjwa ambaye yeye atarajii kupona ndio atakuwa afungi daima, isipokuwa badala yake atakuwa analisha maskini hmm, mmoja kila siku. Na mtu mwingine ambaye haruhusi kufunga ni wanawake wakiwa katika hali ya hedhi hmm, au mwanamke ambaye amejifungua anatokwa na damu ya uzazi, huyo haruhusi kufunga. Sasa mtu ambaye hana sifa hizi, huyo anatakiwa kufunga, ikiwa Muislamu amebalehe, anaakili timamu, wala sio mgonjwa yeye anatakiwa afunge. Na mtu mmoja so, nimemsahau ambaye aruhusiwa kufunga mm, yani hajalazimishwa kufunga ni msafiri, mtu anayesafiri safari ndefu, ambayo kama safari ya inaojuzu kukusanya swala, umbali ambao unajuzu mtu kukusanya swala, safari ya namna hiyo mm, ndo mtu anaruhusiwa kutofunga, so, lakini pia anaruhusiwa kufunga. Yani anaruhusiwa kufungua na anaruhusiwa kufunga, kwa hiyo hiari amepewa, hajalazimishwa mtu anayesafiri. Na leo ndo tumeona watu wengi kama walivyosema sasa vijana wengi hawafungi mm. Wanaona kama fashion, kula mchana Ramadhani. Vijana wa Kiislamu vijana wa Kiislamu tunajua kabisa huyu Muislamu huyu Muislamu huyu Muislamu. Alafu hawafungi, bora tamse asiyokuwa Muislamu huwezi kuhoji, kwa sababu ile ile amri yake inamhusu inamhusu Muislamu. Lakini kijana ni Muislamu. Unajua huyu ni Muislamu. Huyu ni Juma, huyu ni Abubakar, huyu ni Muhammad. Lakini hajafunga anakula hadharani na wanawake alikadhalika hivyo hivyo. Sasa leo imekuwa ni maajabu, Waislamu wengi hawatekelezi agizo hawatekelezi amri ya kufunga, ambayo kufunga kuna faida kati zoziona lakini pia kuna hasara zake nyingi sana za muislamu kuacha kufunga. Na wengi wanaona kama fashion, ile kula hadharani, wanaona kama fashion, ah, hmm. mimi nakula bwana, kwani kitu gani nani hata niwajibisha? Kwa mtu anakula kwa kuona kama fashion na anaacha kutekeleza agizo la Allah la kufunga, hukumu za hawa sasa ambao umesema kwamba Qurani ku haijawashurutisha kufunga ni zipi? kwa kundi la watu kwa makundi tofauti tofauti ambayo yameorodheshwa mm. katika Qur'an. Msafiri, mtu anasafiri umbali mrefu, anaruhusiwa kufungua. Yeye anachofanya atalipa ile zile siku azoziacha, kama ni siku moja atailipa, kama ni siku mbili atazilipa. Ama mtu mkikongwe ambaye hawezi kufunga, yeye kila siku atamlisha maskini mmoja kibaba cha mchele ambao sawa sawa na kilo moja mm katika mji unampa maskini mmoja kila siku kwa muda wa siku 30. Huyu mm. ni kikongwe hawezi kufunga kila siku, atamlisha maskini huyo mmoja kibaba cha mchele ambao sasa na kilo moja. Na mgonjwa pia ataraji kupona, ana ugonjwa wa kudumu, mtu labda anaumwa sukari, mm anatakiwa ameze dawa kila siku mm, au anaumwa kansa, anatakiwa ameze dawa kila siku. Huyo hawezi kufunga na sheria inamlazimisha kwa sababu ni mgonjwa mm. Sasa badala ya kufunga kwa kuwa hawezi, na kila siku atamlisha maskini mmoja kibaba cha mchele, ambao kibaba sasa na kilo moja ya mchele kila siku kwa idadi ya siku za kufunga. Ama wale ambao wao hawafungi kwa makusudi hii mm. haiwahusu. Wale ambao hawafungi kwa maksudi hawana mm. shida yoyote mm. wazima, alafu mm. hawafungi kwa maksudi hii mm. kualisha maskini haiwahusu. Hii inahusu wenye dharura zile Darula za kisheria eh. hawa ambao hawafungi kwa makusudi, kwa maana kwamba hakuna sababu yoyote, lakini wao pia hawafungi mm. kama ilivyo, wameamua mm. na wanaona fa labda wanaona fahari kuto mm. kufunga au labda hataki tu kufunga mm. kuna mtu wa namna hiyo hataki tu kufunga na <coughs> anajua kani si mgonjwa, hana dharura yoyote, lakini hataki tu kufunga mm. watu kama hawa, madhara ya kuacha kufunga kwa makusudi ni yapi? Naam, muislamu ambaye anaacha kufunga kwa makusudi hana yani mm. tatizo lolote mm. kwanza mtu huyu anakuwa na hofu Allah tabaraka wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani wa man tabi'a hudaya mm. fana, fala khaufun alayhim mm. wala hum yahzanun Allah nasema wa man tabia hudaya wale mm. watakaofuata muongozo wangu watakaofuata uongofu wangu mm. fala khaufun 'alayhim au awatokuwa na hofu ofu mm. wala hum yahzanun wala awatohuzunika watu wao kwa hiyo kumbe mtu anatekeleza muongozo wa Allah anatekeleza maagizo ya Allah huyu mm. kwanza Allah anamwondolea hofu na huzuni mtu anayetekeleza maagizo ya Allah. Mfano anaswali anafunga, huyu Mungu anamwondoshea hofu na pia Mungu anamwondoshea huzuni. Sasa kinyume chake ni kwamba mtu asipotekeleza agizo la Allah, akaacha kufunga kwa maksudi, akaacha tu, akaamua kula mchana wa Ramadhani, huyu atakuwa na hofu na huzuni hapa duniani na kaburini kwake pia na siku ya kiyama, baada ya kufuliwa atapata hofu pamoja na huzuni kubwa sana. Hiyo hasara ya kwanza ya kuacha kufunga. Hasara ya pili anapata mtu anaacha kufunga ni kutosamewa dhambi. dhambi kwa sababu faida ya kufunga yule mfungaji anasamewa dhambi kama Mtume alivyosema, man sama Ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, mwenye kufunga mchana atakayefunga Ramadhan, mwenye kufunga ram, Ramadhan kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Allah ala umsamee dhambi zake. Sasa mm. mafhumu mukhalafa, kinyume chake maana mm. yake atakayeacha kufunga funga, dhambi asamewi. Tena Mtume amesema hivi raghma anfun rajulun dakhala alayhi ramadan, mm. ameangukia pua mtu ambaye imemfikia Ramadhani thuma salaha, kisha Ramadhani ikaisha mm. aliakole mtu dhambi ajasamewa dhambi yani, Ramadhani imeingia mtu yupo Muislamu mpaka Ramadhani naisha Huyu mtu hajasamehewa dhambi. Mtume anasema mtu huyu ameangukia pua, maana yake amepata hasara. Kwa hiyo mtu anayeacha kufunga kwa maksudi, mtu huyu kwanza anakuwa hasara. Ya pili ana, anakuwa hapati msamaha madhambi, na ni hasara kubwa kwake. Mtume swalla salam amefananisha sawa sawa na mtu aliangukia pua. Hasara ya, ya tatu na ya mwisho ni mtu huyu kupata ghadhabu za Allah. Mtu anayeacha kufunga kwa makusudi anapata ghadhabu za Allah, maanake hmm. Allah katika ka mwezi, mwezi wa Ramadhani hmm. anatoa rehema zake, anasamehe watu madhambi, anawaacha huru na moto. Sasa mtu akiacha kufunga kwa maksudi, maanake anapata ghadhabu za Allah, baada ya kupata rehema za Allah, anapata ghadhabu za Allah kwa kuwa hajatekeleza agizo la Allah tabaraka wa taala ta mtazamaji wa Dost Media, kama ndio kwanza unaungana nasi, basi tambue kwamba haya ni mazungumzo maalum katika kipindi hiki cha Ramadhan, ama kipindi maalum katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. iko na Sheikh Msafiri Abdallah, ambaye kwa pamoja tunaangalia kwa ujumla ni nini saum, ni nini maana ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ujumla wake. Lakini pia unaweza ukatufuatilia katika mitandao mbalimbali kijamii, YouTube, kama Dost Media Tanzania, lakini pia unaweza ukatufuatilia kule Instagram kama Dost Media TZ. Sheikh Msafiri Abdallah. Naam. Tumezungumza mambo mengi kwa ujumla wake na pia tumezungumza eh, hukumu mbalimbali mbali kwa mtu wanaotakiwa wana kuacha kufunga kwa udhuru mm. na wale ambao wanaoacha kufunga kwa makusudi. Tumezungumza uh, faradhi na faida za mtu kufunga. Tumezungumza juu mm. ya maana ya somu na kufunga yenyewe kwa ujumla wake. Sasa tuangalie leo hii, jamii tuliokuwepo nayo, tunayo jamii ya aina gani inaitazama funga na nguzo hii ya nne muhimu ya Uislamu kama kitu cha aina gani na mapokeo yake juu ya kufunga? Wanafunga kama ambavyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka, au wanafunga kwa sababu imekuja kama ni utamaduni ambao umeenea kutoka katika eh, toka zamani watu wanakuwa wanakuta hmm. wazee wao, mababu zao wanafunga na wao wanafunga kama sehemu ya utamaduni. hmm. Jamii ipo katika hali gani? Na je, ifanye nini sasa katika kuhakikisha kwamba tunafikia lengo mahsusi la funga, si funga tu peke yake takriban ibada nyingi ikiwemo swala, funga, ndoa tumezichukulia kama tamaduni na mazoea, lakini changamoto kubwa ni kwamba hata ibada zenyewe hatuzijui. Kwa hiyo ibada nyingi tunatekeleza kinyume na, na ule utekelezaji ambao Mtume sala salam ameuelekeza na kuufundisha. Mm -hmm. na ndio hii inaleta natija kwamba hata mtu aone umuhimu wa kufunga leo. Mm -hmm. mtu aone umuhimu wa kuswali kwa sababu ana maarifa. Ukiwa na maarifa Manake kuwa na elimu ile jambo uwezi ukaliona lina umuhimu. Elimu ujue uju kwamba jambo lina thamani gani. Ukiwa a elimu ya masuala ya dini hawezi kujua thamani. Ukienda huko vijijini, labda ataona kitu, hana elimu ya kujua hiki kitu kina thamani gani, lakini unajua kwamba kitu kina thamani gani, ndio maana unakithamini. Ndio hivyo hivyo. Kubwa leo jamii imekosa elimu, imekosa maarifa ya kujua ibada zinatakiwa zitekelezwe vipi. Kwa kuwa na elimu tumebakia kuwa na mazoea tu, kwamba tumekuta baba zetu wanaswali, wanafunga na sisi tunafunga, lakini anaefunga ukimtazama matendo yake utaona kabisa huyo anashindana njaa, na haya ni katika machache ambayo Waislamu tunatakiwa tujibidiishe nayo. Nilikuwa na Sheikh Msafiri Abdallah kwa pamoja tukijaribu kudadisi na kuangalia ni kwa namna gani ama ni nini saumu, lakini pia kuangalia kwa namna gani jamii yetu hivi sasa inaitekeleza kuitambua pamoja na kuifuatiliza ibada hii kubwa kabisa ya Uislamu ambayo inakwenda kutimiza nguzo ya nne ya Uislamu miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Kwa muda wote ulikuwa nami nyemguu Mahmud pamoja na Sheikh Msafiri Abdullah. Insha Allah Taala mpaka Allah atakapojalia tukutane katika kipindi kingine ama kipindi kijacho katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kwa pamoja tuseme, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.